Na Kingo Farm. Sasa leo hii bwana, ninataka ni kutajie makosa au hasara ambazo aa, kama Kingo Farm nimewahi kuzipata hapa shambani na ninatamani sana wewe mfugaji ambaye, aa, unaanza labda unafuga, hujawahi kukutana na hizi changamoto ambazo aa, sisi tulizipata hapa shambani usizipate uh, utajifunza kitu kupitia changamoto zote ambazo tumezipata na zimetuletea hasara, kipindi cha nyuma wakati tunaanza kufuga, lakini pia uh, miaka ya hivi karibuni na zilitugharimu sana hizi changamoto. Bila ya kupoteza muda sasa, nikianza na changamoto ya kwanza kabisa ambayo tumeshawahi kuipitia hapa, kuna kipindi tuli, wakati tunaanza kabisa kufuga, nakumbuka ilikuwa kama ni bachi ya pili hivi, tuliagizaga vifaranga mara ya kwanza, walikuwaga ni e, saso mwanzo tukoga tuagize vifaranga tukoga tuna e, nunua kuku ambao wamekuwa kiasi kama ambao wapo kwenye banda lile pale. Baadaye tukaanza kuagiza vifaranga. Tuliagiza mara ya kwanza vifaranga, tukawalea vizuri kabisa, wakakua, tukawauza, tukafurahi, tukapata faida wenyewe. Uh, bachi ya pili sasa, wakati tunawaleta wale vifaranga, tuliwalea kama wiki mbili hivi wiki mbili bajeti ikawa ime, yani ikawa imekata tukawa chakula, chakula kile kimeisha starter ikawa imeisha sasa tukasema kwamba hii starter kama imeisha shida ni chakula tukawapa pumba E, tukawapa pumba. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni, ni kosa moja kubwa sana ambalo tulikuwa tumefanya. Tukawapa pumba wakawa wanakula, wiki, tuka wanakula wiki ikapita, tukasema si hawa wanakula, mbona wanaendelea shida? wakawa hawakui wale vifaranga, e, walikuwa hawakui walienda wale vifaranga mpaka kama wiki tatu za kula pumba, wiki nne mwezi mzima hawajakuwa, ila tu vimekomaa. Yani unavyoona ni vidogo fulani vimekomaa, basi tukavitoaga nje. Tuli tulivyowatoa nje bwana, mwewe walikuwa wanashinda shambani hapa yani <laughs> mwewe wakitoka yadi, nahisi mwewe walikuwa wakiamka tu wanakuja hapa kwa ajili ya kupata, yani walikuwa wanavibeba na vingine vilikuwa ki, ni, ni, muda si mrefu mwewe anabeba kiasi kwamba hata kipaa haendi juu sana. Uh, ilikuwa ni changamoto kubwa sana kweli, wale vifaranga walipotea karibia wote. Kwa hiyo uh, funzo ambalo ninaweza nikakupatia hapo ni kwamba uh, usije ukawalisha chakula cha hovyo vifaranga hata kama umeishiwa bajeti, jitahidi sana eh, vifaranga wako wale starter kwa muda ambao unatakiwa. Lakini pia sio vifaranga tu, hata wakubwa, kuku wakubwa hawali pumba tupu, wachanganyie chakula kwa kutumia kanuni nzuri. Sisi tunacho kitabu cha Safari ya Ufugaji, tumeandika mle kanuni za kuchanganya chakula, basi zitakusaidia sana kwenye kuchanganya chakula. Hiyo ilikuwa ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ambayo ninaikumbuka, changamoto ni nyingi, ila hapa nakutajia hizi. Changamoto ya pili, bwana, tulichanganya vifaranga wa umri tofauti. Uh, walikuwa vifaranga wa saso, sio muda sana, tulitoa wale vifaranga tukafuga. Wakati tunaanza tulikuwa tunajaribu kila kitu <laughs> unajua tena tukafuga nakumbuka, tuliweka mpaka kama hivi vifaranga wa wiki e, wiki nne walikuwa huku, vifaranga wa wiki mbili walikuwa huku. Baadaye tukaona mbona wanaenda vizuri, tukawatoa <laughs> wakachanganyikana. Tatizo lilianza pale, yaani ninakwambia, nina kwa kifupi tu ninakwambia kwamba ndugu yangu, usije hata siku moja ukachanganya kuku wa umri tofauti wale kuku wadogo wataonewa, yani hawatakula, wataanza kufa, utaua wale kuku ambao ni, ni, ni, ni wana umri mdogo utawaua sana, walikufa sana wale, wa, wale vifaranga pale pale, yakaingia na mafua yani, okay. Hivi walikuwa wanakufa asubuhi, unaamka unaokota kuku kumi nane. Wamekufa, kwa hiyo kosa lilikuwa ni hilo. Kwa hiyo hata wewe mfugaji ambaye unaangalia hii video, ninakushauri usije ukachanganya vifaranga wa umri tofauti. Mfano um, ukiangalia um sasa, kwenye banda letu unaweza ukaona tumechanganya, kuna eh, broiler kuna hawa saso hawa tumechanganya design tofauti, lakini na umri tofauti saso wana wazidi hawa wengine wiki moja. E, sasa hawa wakifika tu wiki moja yani hawa broiler wakitimiza tu uh, wiki, wiki moja tunawatoa, tunatenganisha mapema kabisa. Hapa bado vifaranga wana umri wana uzito sawa, yaani Angalia sana uzito unapochanganya vifaranga. Je, wana uzito sawa? Usiangalie umri, angalia uzito. Yaani, uzito wao ni sawa, umeona? Kama hivi wanachanganyikana vizuri, ila hawa wakikuwa kwa muda mrefu hapa, wakiendelea kukaa pamoja, kuna wengine watakuja kuwa wiki ya sasa, hawa eee, saso tena wapo wachache watakuwa wiki, watashindwa kusurvive vizuri e. Wapo ambao wanawekaga vifaranga wa kienyeji labda kuku ametotoa huko, anataka uweke kwenye kuku wa kisasa ili uweze kuwalea vizuri. Zingatia sana. E, uzito kwamba kwa mfano unaweza ukaweka vifaranga wa wiki moja kwa vifaranga wasaso ambao ndio wanafika unaenda nao vizuri tu. Uh, wakifika umri fulani basi unatenganisha. Lakini uh, sisi tumeshawaipata shida kama hiyo hapo umeona. A, changamoto nyingine ambayo tumeshawahi kutana nayo hapa, tumewahi kutana na changamoto ya baridi, baridi. Uh, walikufa vifaranga wengi sana. Tena unaona mle kwenye kona tumeweka vile kona vile, tumeweka vile kona, tulikuwaga hatujaweka kona, na vifaranga wenyewe walikuwa broiler broiler. Jamani, hawataki kabisa baridi wakiwa wadogo wadogo, hawataki kabisa baridi wakiwa wadogo. Uh, sasa wale vifaranga walikuwa wanaenda pale kwenye kona pale. Kama hapa ngoja nikusogeze Walikuwa wanakuja kama hapa wanalaliana, yani wale wa chini wanawalalia wa juu, wanawalalia na wanalalia na wanawalalia, wakarundikana wote hapo, sababu jiko lilikuwa limeisha joto, jiko lilikuwa limeisha joto. Jitahidi sana vifaranga, hasa wakiwa chini ya wiki moja. Eh, la sivyo watakufa. Wengi walikufa walikufa wengi sana. Kwa hiyo ni changamoto ambayo pia sipendi, na wewe hakikisha unatengeneza bulda sahihi, joto linafika sehemu zote, unaweka matobai, unaziba kuzuia joto, eh, lisitoke nje na baridi lile lisiingie ndani, la sivyo utaua vifaranga wengi. Changamoto ya mwisho kabisa ambayo ninakushirikisha kwenye hii video Uh, tumeshawahi kukutana na changamoto ya paka. E, bwana e, usiombe paka. Yaani, ukiangalia mpaka leo hii uh, banda kabla sijaweka vifaranga Eh, banda lolote lile kabla sijaweka vifaranga lazima nihakikishe ninaziba vilivyo, yaani ninaliziba hakuna tundu lolote lile ambalo paka anaweza akaingia, aka sifa moja ya paka ni kwamba paka anasoma mazingira. paka ni, ni, ni, ni, tunasema, uh, binafsi ninasema paka ni pocha mzuri sana. Ngoja nikupeleke kwenye banda jingine la vifaranga uone jinsi ambavyo, uh, huwa ninaziba mabanda yangu. Paka ni, ni pocha mzuri sana ni mwindaji mzuri sana, kwa sababu anaweza akafika hapa akakaa hapa hata masaa mawili anaangalia banda lako sehemu gani lina lipo lina udhaifu. Akishaona sehemu labda kuna tundu anaweza akapita yani, kwamba hata hapa, kwamba hapa hata kwamba mimi nikipatanua hapa nitapita. Anapita paka, ndio yupo hivyo. Kwa hiyo unapodili na paka, kama eneo lako linapaka hakikisha unaziba vizuri banda lakini, pia sumu unatumia sumu kuwapunguza kama paka ni wengi kwa sababu paka watakufilisi vizuri kabisa. Paka na tabia fulani hivi, anakula vifaranga ambao yeye atashiba, akisha shiba haishi hapo, anawaua wengine yani anawaua. Unaweza ukaona vifaranga mia moja, amekula vifaranga ishirini kama hawa, ameua vifaranga 30, amewaacha Yani amewakatakata vichwa, amewatoa ma utumbo nje, amefanyeje, amewaacha. Kwa hiyo ndio e, paka yupo hivyo, umeona kwa hiyo kuwa makini sana na na paka. Hizo ni changamoto chache tu ambazo nimekuelezea, naamini kabisa ukizijua, basi na wewe unaweza ukapunguza changamoto kupitia changamoto ambazo sisi pia tumewahi kuzipata hapa shambani, jamani. Uh, unaweza pia ukajiunga na kundi letu la WhatsApp kwa ajili ya mafunzo zaidi. Kama unahitaji kujifunza ufugaji uh, unajiunga na group letu la WhatsApp. Ada ni shilingi 8000 kwa muda wa miezi miwili eh, lakini pia Uh, tuna vitabu vitabu ambavyo tunaelezea ufugaji e, vitabu mbalimbali kama hivi ambavyo unaviona hapo. E, kitabu kimoja ni shilingi elfu kumi na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp ukilipia tu hapo hapo, tunakutumia namba zetu za simu hizo hapo hapo, namba inayoishia thelathini hiyo ni Voda na hiyo namba ambayo inaishia thelathini na tisa ni Yas, unaweza ukatupigia muda wowote, tunapatikana lakini pia WhatsApp. E, unaweza ukatutumia meseji tukawasiliana.